Kutii na kuzishika amri zake. Tumeshasema kwenye Sunday school kwamba unapolishika neno kwa bidii, unapomwabudu Mungu kwa bidii, kufuata hatua zake zote, kile neno nachokisema na wewe ukawa unakifanya, huko ndio mwanzo wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kulishika sana neno lake. Biblia inasema mjue sana Mungu, sio mjue tu kawaida, mjue sana Mungu anataka umjue sana kwa maombi ya sana kwa kusoma neno kwa sana kwa kutolea kwa sana umjue sana. Unapomjua sana Bwana Mungu wako, ndio umeanza ibada. Maana huwezi kumwabudu usiyemjua, huwezi kumwabudu Mungu usiyemjua. Ili uwe na ibada katika roho na kweli, lazima umjue unayemwabudu. Umfahamu vizuri na mabudu. Sema amen kama unaelewa.